Harmonize amempa onyo Baba Levo kwamba pamoja na kwamba yeye ni mbunge lakini akiendeleza kile ambacho anakifanya sasa, basi atapigika tena kama vile ambavyo alifanya. Ilikuwa ni mwaka jana kama sikosei, au mwaka huu ambapo alikutana kwenye moja kati ya kasino na Baba Levo. Inadaiwa kwamba alizingua Harmonize akamnyoosha na kesi ikawa kubwa sana ikaja kusuluhishwa na mkurugenzi uh, mwanzilishi wa Clouds Media Group Uh, Bwana Joseph Kusaga na wawili hao walimaliza tofauti zao eh, kwa sababu Baba Levo alifungua mpaka kesi, uh, mahakamani. Sasa, uh, jana, Harmonize alizungumzia kwamba hataki jina lake litajwe pale ambapo unakuwa unamtaja Diamond Platinums kwa sababu hastahili hiyo heshima ambayo watu wanataka ampatie Diamond Platinums. Sasa Baba Levo akatumia ukurasa wake wa Instagram akamwambia kwamba sisi tulikuwa ni nothing, yani hatuku, tulikuwa hatuna kitu kabla ya Diamond Platinums, hivyo huyo ni baba yetu hakuna namna yote ambayo tunaweza tukamkana. Sasa leo Harmonize amemjibu Baba Levo kwamba msimamo wake ni ule ule, kwamba hataki jina lake litajwe chini ya Diamond Platnumz, mambo sijui katolewa na Diamond Platnumz. Yeye hataki kusikia, na akiendelea hivyo basi atapigika, pamoja na kwamba yeye ni mbunge, kwa sababu amesema uh, obvious, ukimchekea mtu anakuwa anakuzoea sana. Harmonize pia amesema kwamba Baba Levo inapaswa akae mitamia atakapomwona Harmonize popote pale, maana anaweza akapigika. Kupitia kurasa wake wa Instagram pale kwenye insta story Harmonize ameandika ujumbe huu hapa. Ukiwa unaandika makala yako kuhusu mimi, start with the name of God. Ukishindwa usimtaje mtu yeyote, no one made me Levo. yako yako marefu unawe, uh, unaweza ukapigika na uunge huo huo ukiniona ka mita mia, maana mkinyamaziwa mnajisahau sana. Ujumbe wa Baba Levo wa jana ulikuwa unasomeka kama hivi: mdogo wangu kipara ngoto, leo nimeshuhudia maharage ya kiukataa ushuzi. Yule ni baba yetu bana, tulikuwa tupo hoi sana hapo nyuma huo ulikuwa ni ujumbe wa Baba Levo ambao aliuandika jana baada ya Harmonize kusema kwamba hataki jina lake litajwe chini ya Diamond Platnumz. Niambie ni maoni yake kuhusiana hiki ambacho kinaendelea kwa sasa. Ni sahihi kwa Harmonize kukana kwamba hataki Diamond Platnumz atajwe kama mtu ambaye amemtoa, kwa sababu Harmonize anadai kwamba Diamond Platnumz hajawahi kuwa mtu mwema kwake. Ni mtu ambaye anapenda au anatamani kumuona Harmonize amedondoka na amemhusisha kwamba amehusika kwa asilimia kubwa kuivunja lebo yake ya Konde Music Worldwide hii ni mara baada ya Diamond Platinums uh, kumshawishi Angela kwamba atafanya kolabo na Zuchu na ahadi nyingi, ambapo mpaka sasa Angela hajafanywa chochote, lakini pia kwa upande wa Ibra alipewa mpaka mwanasheria na Diamond Platinums ili atoke kwenye lebo ya Konde Music Worldwide. So si mtu mzuri kwake, kwa sababu sio mtu ambaye uh, anamtakia mema. Kama aliweza kumtoa, basi asingekuwa anafanya vitu kwa ajili ya kutamani kumshusha. Unaweza kutazama pia hapa mbele, hii hapa uh, content ambayo Harmonize alikuwa anazungumzia kuhusu

600 million shillings. That time, 600 million shillings is a lot. I'm tired of lakini, pia Harmonize amezungumzia ishu nzima ya mashabiki kukataa kwenda kwenye show za wasanii na kusema kwamba kwa, kwa kilichotokea um, Oktoba 29 ni kitu ambacho hakuna Mtanzania hata mmoja aliweza kutarajia, na hii kitu imejeruhi watu wote, wala sio mashabiki peke yao, hata yeye mwenyewe binafsi ameumia. Na kwa sasa taifa, ambapo situation ambayo imefika ni kwamba kama taifa hatujui tufanye nini, hivyo anaona ni sawa kwa kile kitu ambacho mashabiki watakuwa wameamua, kwa sababu kwa kwa mujibu wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa, kila mtu, hakuna jibu, hatuna direction kama taifa, hivyo ni sawa mashabiki kuwa na maamuzi kama haya. Unaweza ukamsikiliza hapa Harmonize akielezea zaidi na zaidi kwa, kwa lugha ya Kiingereza. So nikasema niwatafsiria tu kidogo muweze kufahamu nini ambacho amekizungumza zaidi.

as nationals, it's a time to get together and kilichotokea kila mtu kimemfunza kwa namna yake. We don't have to be here and be like oh, msamaha. So sisi wasanii sawa, what if wale wananchi ambao wameenda kupiga kura? You got to blame them as well. Does that make sense? So, mi silaumu kabisa mashabiki ambao wanazungumza hivyo because we in a situation as a national, nobody knows, kwamba hakuna mtu aliyekuwa tegemea na hakuna mtu anayejua kwamba ukimlaumu nani, mchawi ni nani you understand? You understand? Yeah, so ni swala tu la kukaa kimya and everything gonna get back together. Let nature speak. Let nature speak. Everything gonna get back together you understand?

Uh, vifo vya watu vilivyotokea ni send rest in peace to the angels Mungu awabariki sana uh, hakuna mtu ambaye alikuwa against government if we be honest so what happened ni mtihani au majaribu kama taifa tumejaribiwa wote so yeah everything is going to be cool so um, if you plan not to attend my event it's okay you understand